Naam, salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa mpenzi mtazamaji mpendelevu wa channel yetu hii ya DUG TV1, miski ya roho. Tunavuma kwa kasi na kujia tena mada nyingine na ripoti kutoka katika idara ya mufti wa jimbo la Kivu kupitia katibu wake ambaye niko naye hapa katika studio hii, na kabla sijamwigiza, ni kuombe sau kushare na kusubscribe ikiwa ni mara yako ya kwanza kutana na channel yetu hii na kama wewe ni mpendelevu wa channel yetu hii, like yako comment yako ni moja kutupeleka mbele au kuinua maendeleo yetu. Na bila kuchelewesha muda, wacha nimkaribishe ambaye tuko naye. Sheikh, salam alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari ya saizi? Alhamdulillah. Wema, tumshukuru Mungu. Mambo shwari alhamdulillah. Mambo yanaenda, yanakwenda kwa afya. Nasemaje? Alhamdulillah. Karibu sasa. Ndio ndio. Na ndugu yangu, eh, kama nilivyokuambia niko naye katika studio yetu hii na pengine kuna watu ambao tufuatilia kwa muda kama huu na wanaweza wakatamani wakufahamu, pengine tena wanatuona ndo mara ya kwanza unakaa na mdhamini wa DUG TV, wanaweza taka wafahamu wewe ni nani, makazi yako ni nini katika mji huu wa Bukavu. Karibu. Nashukuru uh, kwa kuja kwa kuni, uh, kunitembelea. Kwanza uh, kwa jina anaitwa uh, Junior Zozo Saleh Uh, niko katibu wa kiongozi uh, mufti wa Jimbo Sheikh Ali Julano. Naam inshallah. Barakallahu fikum. Amin. Naam, Sheikh wangu Bwana azozo, ni mara ya kwanza DUG TV kuja tena kutembelea kusikana, na pointi ambayo imetuleta hapa muhimu ambalo ni mazoea waliokuwa nao Uislamu muda wa miaka minne kwa sasa la kuweza kuchangisha kukusanya pesa za Uislamu na kununua ngombe kwa kuchinja kwa pamoja, na miaka hii minne tumeona leo na wewe umepatikana katika kikosi hicho, ndio tukataka uje tuambie, e, imekuwa kuaje na kujikuta katika hamasa hii ya Uislamu. Naam. Uh, kwanza natoa shukrani zangu za dhati kwa uh, mheshimiwa mufti wa jimbo Sheikh Ali Julano katika kutuchagua uh, sisi tusimamie Ja, zoezi kama hili la kuchangisha watu uh, pesa kwa ajili ya kuchinja uh, kwa ajili ya Idil Adha ambayo imepita mwaka jana 2024. Tunashukuru sana katika ile uh, kitu ambacho kimetufanya sisi tukuwe hapa ni kwa sababu uh, watu ambao walikuwa na zoezi ya kuifanya um, hizi uh, miaka ambazo zilizopita Uh, walikuwa wamoja wako shuleni, wengine walikuwa wako katika harakati zao mbalimbali mbali, uh, kwenda nje ya, ya mji uh, kwa hiyo mufti akaona kwamba uh, na mimi niweza kuwa bora kunipatia uh, fursa kama hii kwa sababu uh, ya kunipatia uh, uzoezefu experience fulani katika hiyo kazi sana. Ah, nam, tunashukuru sana kwa uzoefu ambao utakuwa labda unao, na hii ndiyo itakuwa sababu ya sisi kuja kutembelea, utuambie uzoefu ulioupata ni uzoefu gani ambao umeupata katika hili? Uh, kwanza tunasema kwa ya kwamba Uh, katika miaka ambayo zilizopita nafikiri ya kwamba Waislam hawakuwa wanapata ripoti kama na hizi. Uh, tulipenda uh, tuanze zoezi kama hizi eh, uh, za kuwa na wafikishia Waislam ripoti ya jinsi uh, pesa zilivyokuwa zinakwenda zilizokuwa zinatumi, zinatumikishiwa na hali kama na hiyo. 2024 uh, tulipewa eh, uh, majukumu katika eh, uh, ayamu tashriq katika hizo siku za kuchinja ngombe tulipewa majukumu ya ku, ya kuchukua pesa za watu ambao wanataka ku, uh, kupata ngombe zao, na katika hayo tulikuwa tunawagabua watu katika makundi makundi, takriban makundi matano, ndio kundi ambayo tulipata kundi tano ambazo tulizozipata katika ile kuhimiza watu katika ku, uh, kuchangia kwa ajili ya kupata ngombe. Kundi la, la kwanza ambayo tulilipata lilikuwa kundi la watu watano na wale watu watano walikuwa wanatoa dola 20 20 100 100 dola 100 100, yaani walikuwa wanazipana hivyo. Uh, no. yeah, yeah. no, uh, na katika hizo hizo hizo hizo kundi hiyo kundi ya kwanza kwa ya watu watano, na alhamdulillah ile kundi litimia. Kundi la pili nalo likapana dola 100 100 100 dola, ikawa ni kundi la pili likaenea kabisa. Kundi la tatu likawa la watu wa saba ambao walikuwa wanapana 72 dola. Ni kundi ambayo uh, ilitimia 7 personnes walitimia. Kundi la nne ni kundi ambao walikuwa wanapana dola uh, 100 dola, nao walikuwa wanapana 100 dola, na hiyo kundi haikutimia, ile ile group haikutimia kwa kosekana watu watatu. Wa alipana, kwa sababu watu wawili ndio alipana kwa kusikana watu watatu ili wawe wa, wa, watu wa watano. Group ya kufuatia ambayo na ndio la mwisho ilikuwa ni group ya watu watatu, na ile group ya watu watatu wa, tatu, moja, dollar, sans wa watu walikuwa wanapana, mtu mmoja anapana dola anapana dola 165 dola, wakapana watu wawili kwa kosa mtu mmoja, kwa kosa mtu mmoja. Tukifanya calcul tukienda katika hesabu sasa, utagundua kwamba uh, tukapana tukakutanisha tulikutanisha dola 2302 dola ndio tulikusanyisha katika hizo makundi zote ambayo tunaweza kuzisema. Na hizo pesa tulipokuwa tunazikusanyisha, alhamdulillah tulitumika na watu takriban wa watatu akiwemo Alhaji Haji Hassan Meto ambaye alhamdulillah alitusaidia katika kutu, uh, kukusanyisha hizo pesa uh, na alhamdulillah kaja akaleta ripoti kwetu, na tukawa tuna combine directement hizi ripoti na ndio, uh, tukawa tuna ina permit katika kuzungumza, na tulisaidiwa na Serge ambaye ni Serge Lubosha alitusaidia katika ile naye. Uh, tulikuwa aussi na shekhe wetu uh, Sheikh Cholo Sheikh Nasso, Cholo tulikuwa naye walillahilhamd uh, Uh, kabla tujanza hii zoezi e, alikuwa hayuko mjini lakini, alipofika uh, kwa kuwa uh, anazoea hii kitendo katika kuwa hizi miaka ambayo tumesema idara kumpatia hiyo na, hiyo nafasi akawa naye anaingia katika hii kundi letu ili akutusaidia kwa sababu ya experience yake walillahi alhamd. Alipofika tukamkabidhi hizi pesa tukamkabidhi nazo mikono uh, ilikuwa nyumbani kwake kwa tukamkabidhi nazo tulipomkabizi nazo tukienda kufanya asha. asha ngombe ambao tulizozifanya tukapata, tuli tuka bahati ya kujadiliana juu ya ku ya ku uh, kupata uh, bei ambayo itakuwa nafuu uh, tukapata ngombe moja ku 475 dola. Tukifanya 475 dola fois 5 uh, ngombe ambazo tulizo ngombe uh, uh, ambazo tulikuwa tunataraji kuzipata katika hizo magrupe. Na tupatia, uh, 2, 125 dollars. Izo, 2, 125 dollars. Tukalipa ma taxe. Zilikuwa, tunazilipa, 5

Hizi ndo uh, rapport ambazo sisi tulikuwa nazo ndo rapport ambao sisi tuli, tulishuhudia tuli na kila mtu ambaye kafikisha pesa yake kwa mikono yangu mie, walilahi, alhamd, tulimwaregistre kwenye fiche yetu ya enregistrement. Nafikiri kwa hapa hatutaiweka vaheran kwa uh, sababu uh, kuna watu wengine ambao hawatopenda jina yao ya fiche kwenye, uh, kwenye habari, lakini kila mtu jina yake ipo ambaye alileta pesa zake mumikono yangu mie, alhamdulillah tulimwaregistre na kila kitu iko vizuri. Na mustazi wangu, navyokusikia kutokana na hili, Ala kubariki katika juhudi unayofanya. Lakini kuna swali ambalo nataka nilifahamu hapa. Nikihesabu kutokana na maelezo unayotupatia, hesabu ya watu tano ilikuwa ni dola 100, kwa kuhitimisha dola 500 ndio hesabu ya ngombe mmoja na kwa idadi ya ngombe mitano ilionekana ilipasha ikuwe ni dola elfu mbili na mia tano lakini mwee mkawa na dola elfu mbili na mia tatu na mbili Sa ilitimiaje hizi ngombe wakati idadi ya pesa ilikuwa haienee? hizi pesa ndo pesa ambazo tulizozikusanya kwa sababu uh, kama nilivyosema kuna kundi ambazo hazikuenea watu wa kuenea. Uh, na kama watu hawaenei manake hatutafikia katika ile monta ambayo tulikuwa tunajiatanda. Mimi lakini alhamdulillah ndio zetu kapata hizi. Mm. Uh, yani, hapa kuna swali la Uislamu atajiuliza maana inaonekana mnapokuwa mnaomba dola mia tano kwa ngombe mm, kuna pesa zenye watakuwa wanadhulumiwa kwa sababu hazikuenea hizo pesa, lakini mlipata hizo ngombe tano. Ndio. Uh, kwa kweli hakuna kudhulumu, lakini kuna vitu ambavyo kama nilivyosema, hizo hizo mataxe, mtu ambaye atachinja, sijui carburant, transport ya watu ambao watakwenda kuuza kule, hizo taxe hizo itakuwa itakuwa zina couvrir quelque part katika katika ile ile, ile makalkil ambayo tunaisema. Ni changamoto gani ambayo utakuwa mmeipata kwenye kazi hii ama ugumu ambao utaona hii tumeipata, ili mradi kwamba mwaka ugine utakaokuja tukijaliwa kuweza kufanya mchango tusipitie tena kwenye haya matatizo? Uh, changamoto ya kwanza ambayo tumeipata sisi ni kwamba uh, kuna watu hizo wa, watu hawakuchangia kabisa. Ndio maana tuka, tunaweza tukakonstatia kwamba uh, grupi, kuna grupe ambazo hazikuenea watu hawakuenea. Kwa hiyo hiyo kwa ni changamoto ya kwanza ambayo tunaweza tukaisema, na kuna changamoto ya pili ambayo ilikuwa tunaweza tukaisema kwamba ni mixa donc uh, uh, ni ile mchanga, mchanganyiko au kuweka watu uh, kupatia watu uh, uh, majukumu Uh, mimi nilikuwa nimeshapewa majukumu lakini uh, mtu mwengine akaja kusema kwamba ni majukumu yake uh, bila kutokea kwa idara ama vipi. Kwa hiyo nayo ikawa ni changamoto ambayo sisi tulikuwa tunaipata, kwa sababu kuna raporo mbili, naweza nikasema kwa sababu mimi ndio nisimamia pesa uh, ya mwanzo mpaka mpak uh, ku, siku tunaenda tunaenda kufanya asha, kuna mwingine ambaye alikuwa anachukua baada ya mimi kufanya remise reprise naye na na remise sijui, kama tunaweza tukamtaa, sijui labda umetufahamisha, ulifanya remise de prise na nani ule mkabizi? Uh, nini, tulifanya remise reprise na shekhi wetu Shekhi Cholo. Uh, tulimkabizi hizo pesa uh, za kwenda kununua watu wengine ambao walikuwa wanajikomplete, baadaye yeye ndio alikuwa wanaona na kwa kweli sisi hatukupenda tuwaweke nao kwenye list kwa sababu hatukuwa tunajua majina yao, tulikuwa tunajua tu fulani anamuita eh, fulani anamuita tunaweka tu kwenye kwenye papi nyingine, eh, ni majina sandwich zitakuwa zinatukoga kidogo, lakini montant tulikuwa tunazijua, tukasema hatuwezi tukachanga na hii rapo yetu kidogo. Na inshallah khairi, Allah anaona nia zenu na kulipeni kila la khairi, na hivi atujue mwaka huu Uislamu ni wapangeni, na leo mwaka huu wanachangia au hawatachangia Uislamu. Uh, kwa kweli hiyo uh, decision kama na hiyo inauzi kuidara idara ndio itaamua kwa ya kwamba itachangisha ita tena tena kwa Islam au hapana. Ikiamua kwamba itachangisha tena basi ni majukumu ya idara na kama haitofanya kama itafanya ni majukumu yao namna hapo, ndiko kukoswa hapo. No. Maana mimi miaka mitatu ya kabla mimi nimediriki mwaka no. wa kwanza nimeletwa nime na Sheikh Cholo tukafanya hamasa na mimi nilikuwa natatarika pale msikitini. Mwaka wa pili nikawa tena mimi natatarika pale msikitini, pesa zinakusanywa anaweka mzee Meto. Mwaka wa tatu nilikuwa na Sheikh Maulana Abubakar, ambaye tumechangia naye hamasa na tukaenda paka uwanjani kununua hizo ngombe mpaka zilipofika hapo, lakini nilikuwa nataka nifahamu hamasa hii ambayo eh, ya uchangishaji wa pesa za uislamu kununua ngombe ni hamasa ambayo inatokana na idara ya mufti. Tunataka tuteremke kwenye pointi muhimu sana kwa, kwa uh, uh, kumalizia nani yetu e, kipengele hiki muhimu sana na kabla sijamalizia, nilitaka nipate ni neno la mwisho la katibu wa mufti wa jimbo la Kivu Kusini katika hili ambalo limelipo katika mji wetu wa Bukavu. Sijui kwa neno ni lako la mwisho, unaweza ukaambia Uislamu nini, huenda uh, uh, inaweza ni ikawa swali ambayo uh, huenda uliwafilika kidogo katika kuuliza. Katika expose yangu nilisema kwamba kulibaki uh, katika hizi calcul kulipasha baki 97 dola. Ile 97 dola sijui imeenda wapi au iko wapi, atujue. Unaona kwa, atu uh, kwa kweli kama nilivyosema mimi nilifanya remise repris, kingine kiote hatukujua, na ndio maana tukaacha iwe ije rapo nyingine ambayo ita seconde ya kwetu uh, ambayo sasa itaonesha sasa uh, itaonesha sasa uh, hizo pesa zilienda wapi, kwa sababu na hizo pesa kama mlivyoisikia ni pesa ambayo ilikasa, ni kama indicateur, ni kama sa indicateur. Baada ya si sisi kumaliza marsha, kila tuimesha kamilika, walilahi lhamd osa, hii sasa ndio ikawa imebaki ime na pesa zingine za watu wengine ambao walikuja kuongezeka baadaye. Baada mimi kuacha hiyo uh, hiyo nani hiyo majukumu ikawa sasa katika indicateur, na katika hizo indicateur ndio sasa kuna kwa kasa mabitu bitu fulani fulani kama hivyo. Uh, kukibaki hata ndogo ni sasa tukapatia mtu anakamata sabuni yako hii, kamata sijui uh, kasabuni fulani kwa sababu ya kazi ambayo ali, alioifanya. Uh, kwa kweli hizo sasa mie justification hizo mimi sita sitaijua. Uh, itakuwa ni ripoti nyingine inshallah. Naam, hapo nimepata nimepata swali la mwisho la nyongeza No. Kwa sababu unatuambia kwamba ulikuwa ulimkabidhi Sheikh Nasr Sheikh Cholo mkoba wote ukawa umekabidhi. Tunataka tu, tufahamu, ulimkabidhi baada ya watu wengine kuongezeka au watu walikuwa bado wengine hawajaongezeka? Uh, tulimkabidhi tulipopata uh, tuli tu hizi hizi donc tulipotaka kwenda uh, na kuko ile ule upungufu wa magrupu na koko pungufu wa magroup, si tukapata hizi tukamremete direktemana tukaenda kwa kufanya hasha watu wengine ambao waliokuwa na kuja sasa, baadaye walikuwa wanamuona sahihi nafsi mmoja, tunawajua wengine hatuwajui. Na mtazamaji wangu, natumai kwamba utakuwa umetufuata ya mia juu ya mia, uko naye upanga waradi e, mtangazaji wako na vile vile nyuma ya kamera, nikiwa na umu umu Hanifa ambaye leo ametushikilia kamera zetu kwa ajili ya kuila kutupeperusha hewani komenti yako subscribe yako, ili tupate kuendeleza kipindi chetu, na kuomba usibane maneno katika moyo wako, andika kile ambacho unacho katika moyo. Na msheikh wangu, tuko na wewe. Ni kweli, uh, tunasema kwamba Uh, kila mtu ambaye um, ambaye iko na malalamiko fulani au iko na uh, swali fulani anaweza akapita kuja kutuona, kwa sababu sisi walillahi alhamd tuna madokima um, zote ambazo tuko nazo hapa. Uh, ni kwamba tu nilikuwa ilikuwa wazi tu tuiweke kwenye uh, kamera zetu ya DUG TV1, insha Allah ili watu waione, lakini kwa sababu ya kuhifadhi majina ya watu uh, haitokuwa vizuri lakini kwa mtu ambaye atakayehitaji kuona jina yake kama pesa hizi elma zimefika, anaweza akapita kutuona na tuko na hii liste walillahi lhamdu. Pesa zote ambazo nimeichukua mimi basi iko hapa hivi na imefanya kazi walillahi lhamdu. Na nafikiria kwamba uh, hatujapata malalamiko ya kusema kwamba uh, mtu fulani akupata ng'ombe sijui mtu fulani akupata ng'ombe. Wote walipata ng'ombe walillahi lhamdu, na idadi ya ng'ombe tano zilikamilika, zote zilikamilika kabisa alhamdulillah. Naam, inshallah na tumai kwamba pata kutokao tumemaliza kipindi chetu katika siku hii ya leo, na mimi upanga waradi radi na kutakete na ujio mwema, nikisema kwamba usikose kutufuatilia katika vipindi vyetu tofauti tofauti ambayo tunakuletea usiku kama vile mchana. Malengo na, na maksadi ni kujuzana kinachoendelea katika mji wetu huu wa Bukavu, hususan katika nchi ya Kongo, na channel pekee ya kuhabaria kila kitu ni DUG TV1 Miski ya Roho. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TV1 harakati zetu, mawaidha, mihadhara na matokeo ya jamii kupitia simu yako ya, ya mkononi pamoja na duk TV1 Miski ya Roho unachomokaji.